Ninaweza mimi nikaombea kitambaa changu na sio mara moja, sio mara mbili. Mtu amechukua kitambaa changu hata Arusha. Kuna mama alikuwa anatoa ushuhuda na kwamba nilimpa kitambaa changu, mtoto wake alikuwa na shida ya pumu, akamwekea kitambaa hiki akapona. Sio mbaya, sio tatizo kabisa mimi kukupa kitambaa changu na ukaenda nacho ukakuletea uponyaji, lakini tatizo linaanzia hapa. Kuna kirusi kikiingia kwenye akili hakiondolewi na kitambaa, na shetani anajua, na ndio maana ni rahisi sana kuona muujiza wa kiwete kutembea kuliko kuona maskini ametoka kwenye umaskini akawa tajiri. You know why? Hakuna upako au mafuta ya kumwagia kichwani au mchanga au kiatu cha kumfanya mtu atoe ujinga kichwani. Hakuna. Ujinga kichwani unaondoka kwa maarifa pekee. You can never get extra mile of life if your mind is not transformed. Msifuatishe namna ya dunia hii, bali mgeuzwe kwa kufanywa upya nia. Nia ni kitu kinacho control maamuzi. Now you know how dangerous it is kama hiyo nia imekuwa captured na mtu mwingine, utatamani kwenda kuwekeza mahali fulani, ila nia ya ndani inakusemesha you can't kwa hiyo mnawaona watu wanaweza, nyinyi wanje mnasema hivi, fulani anaweza, lakini yeye nia ya ndani namwambia, wewe ni kadogori nani, kwenye ukoo wenu umemwona amejenga? So huku ndani you wanna make a step but nia ya ndani imeharibiwa. Na nikwambie, worse enough society yetu, jamii zetu, kazi yake ni kuwatengenezea nyinyi aina fulani ya kufikiri. Uone it is normal wewe kuwa dhaifu, it is normal wewe kukataliwa, it is normal mambo yako kuwa mabaya, it is normal vitu vyako yako kutokwenda. Kwa hiyo unaipokea ile hali unakaa nayo, sio kwamba Mungu cannot do but your mind inakwambia hivi you can never be. So minds zinajitengeneza kichwani zinakwambia kile kitu ambacho wewe sicho. So kazi ya neno la Mungu ni kuanza kufanya operation ya ubongo. Do you know Mungu akija hapambani kwanza na roho yako, anapambana na akili yako kwanza. Most of you things that are troubling you they are not in the spirit, they are in your mind. Ndio maana anasema mfanywe up

Your your mind. It is your mind inakwambia, hauna kazi, inakwambia hilo haliwezekani. Your spirit, your mind. Now, kazi ya neno la Mungu ni kuingia kwenye mind yako, ndio maana Paulo anasema neno la Kristo na lijae kwa wingi ndani yenu. Maana yake wewe ukikaa sasa, umetulia, unachokiona bahari ya Shamu inagawanyika, unachokiona unaingia kwenye moto na unatoka mzima, unachokiona unaona simba anacharua mdomo, unachokiona unaona mtu. Unaelewa nachokisema?